Tunapofanya tendo la ndoa pale ndipo tunapokuwa mwili mmoja. Kwa hiyo ni hatari sana kulidharau tendo la ndoa. Tendo la ndoa ndio linakufanya uitwe mke wa mume, wa kukutana kule kwenye sex, maji majimaji yake yanaingia kwako na ya kwake yanaingia kwake, pale ndipo mnapoitwa mwili mmoja. Tendo la ndoa linahitaji akili ya ziada, ubunifu wa ziada. Leo watu katika miili yao ile, katika hali ya kuwa mwili mmoja, hawana ubunifu katika tendo la ndoa. Ni kila miaka inakatika, ni kifo cha mende tu, ni kifo cha mende tu, cha mende tu, yani kesho, leo, kifo cha mende. Usijifanye wa kiroho kuliko mimi, nisikilize hapa. Nimekuambia ukicheka cheka usijikaushe, unaweza ukapasuka tumboni. Badilisha sasa, kwa sababu tendo la ndoa linahitaji ubunifu usiokuwa wa kawaida lakini ubunifu huu lazima uchangiwe na usafi. Kama usafi sio mzuri kwa mwanamke au mwanaume aliwezi kuwa na ubunifu. Kuna wengine ni mabingwa wa kufuga misitu, lakini misitu ambayo mnaifuga mchana, mnakimbia kimbia huko na kule, majasho mengi, alafu unaingia unasema njo, njo, njo, njo, njo, njo, njo, mke wangu njo, njo. aje na msitu huo naye anaupenda, umeloa majasho, kwangua msitu kwangua msitu huo na wakiingia nyoka huko. Uh, ukikimbia, usishangae mambo mengi yamekuwa ya yakiathiri maisha yetu bila kujua. Aidha tumekuwa wakiroho sana au tumejifanya kama tuna hekima sana. Kwa nini umeoa? Ukiingia kwenye ndoa mambo ya hitajiki, ukiwa na mwenzako anaambia, yani kwa kweli, yani baba ananilinda. Unafikiri kama mchezo? Kuna wakati wa kuwa hapa, kuna wakati wa kuwa nje. Bahati mbaya, mimi napenda kusema ukweli. Sisi kina baba, kwa neema ya Mungu, Mungu ametupa koni ziko ndani ya zipu zetu, balkoni hii balkoni ambayo inauzwa barabarani wanakuelekeza tu, mama, ile ni ya kwako, ni ya kwako. Mnapofika amujaenda kwenye tendo lile na kualakia rakaraka raka, changamkia balkoni. Hey, kachukuliwa, kaibiwa. Mme wangu yupo, sisi siki simwelewi. Umewaachia balkoni wenzio, shangilia kama shangilia, ukiangalia pembeni, angalia pembeni, lakini nakupiga sindano. Wewe unafikiri vitu hivi wamepewa mashetani? Sio wa mashetani, hivi ni ya watoto wa Mungu. Maandiko yanasema Adamu na Hawa mkewe wote walikuwa uchi na wakuonea inatoka wapi? Aibu ya kwenda kumpekenyua pekenyua mwenzako inatoka wapi? Mpekenyue, mkague, alafu ikiwezekana endelea mambo yanayotakiwa kuendelea. Ukifanya hivyo na kuambia, atakuwa anatembea kama mweu njiani, na kama unamwona na weakness fulani, mwambie bwana, weakness yako wewe ni one two three, nisaidie. Hey, unajua mme wangu hana nguvu za kiume, simwelewelewi. How do you prepare him when when you you meet together when you in, you are in private place in your own room, how do you prepare your husband, how do you make romance, how do you make romance with him? Mi nishachoka tu bana. We endelea tu sasa, unamkalia nani hivo? We maliza tu maliza, maliza. Mi maliza tu mi nataka nikapumzike. Kwani umekuja kupumzika hapa? Nimechoka toka. Hii ndo inayochosha ndoa zetu, hii ndo inayobomoa ndoa zetu. Wataambatana watakuwa mwili mmoja.